Na wakazi wa kaunti ya Lamu wamelalamikia vikwazo vingi wanavyopitia katika barabara kuu ya Lamu Witu kuelekea Garsen. Wakazi wanalamikia kulazimishwa uh, kushusha abiria mara kadhaa ili kukaguliwa, jambo linalowapotezea muda mwingi sana barabarani. Aidha, wamesema marufuku ya wakazi wa Lamu kusafiri usiku kwenye barabara hiyo kutokana na tatizo la usalama pia imelemaza uchumi wa Lamu. Wakazi hao wanaitaka serikali kuweka mikakati ya kutosha ya kukagua abiria pamoja na mizigo yao haraka na kuangaishwa kusema tu ule ukweli ilikuwa na afadhali, lakini baada ya kuimekwa lami tumeona vikwazo vingi sana ambazo zimekuwa zikitusumbua sisi kama wakazi wa Lamu. Kama tunavyoangalia saa hii tunakaribia culture ambayo iko just wiki ambayo inakuja, lakini pia ukiangalia watu pia si wengi, kwa sababu pia hali ya usalama pia nayo imedorotha. ime kwa sababu hizo barabara zetu kwa nini sehemu zingine tukiangalia kama mpande wa North Eastern sehemu ambayo kila siku ndio kunasikia kumefanyika attack, hakufungwi na hakuna road block kama zilizokuwa kwa hapa kwetu. Hilo ni swala tuwaomba tujibiwe, hata kama litafikishwa bungeni litapelekwa kwenye Senate, lakini litatuliwa ili suala kwa haraka inavyowezekana. Sabaki ni hiyo, watu wana sumbuliwa leo na kesho. Uh, ukifika, ID yako iko wapi? Tuseme umesahau ID, sawa. Umetoa ID, mwisho mwambwa, musimame, mwapijisha mlolongo, then mwapanga mabegi enu, mbwa anapita anusa haya mabege enu. Hii harassment tunaomba serikali tuondolee kabisa. Tunasumbuka sana sisi na ndugu zetu na wazee wetu vilevile vile, e, maofisa kutufungia mask, hii hali pia imekuwa ni ya kutisha.